Twasema katika suala la kuwatii viongozi kuna maslahi mengi sana, wallahi ya ikhwani, lau kama si hii amani tuliokuwa nayo katika hii nchi tusingeweza kukaa hivi leo, hivi mlivyokaa kwa utulivu, twasomeshana dini yetu tufanye ibada katika misikiti. Alhamdulillah, hii ni neema kubwa. Hivi kwani, ukiulizwa tumeletwa hapa duniani kufanya nini? Sisi kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna mtu akukataza wee kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala? Twataka nini zaidi ya hivyo? Ama umuonea wivu ule kiongozi? Usimwonee wivu, ana majukumu makubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, atakwenda kuulizwa. Mimi na wewe twalala tu, alhamdulillah. Wewe ulionayo yako ya familia yako, wakati mwingine ya kushinda kefu, enda kutafuta ya mwingine, ya leo ulionayo yako nyumbani, pengine ukaona mmakubwa mno hata huyawezi muone, mwonee huruma yule kiongozi. Ana yake ya familia yake yale, na ana ya watu wote walioko chini yake. Kwa nini umwonee wivu mtu kama huyo? Muombe Mungu amsaidie, na umwonee huruma.